Kujadia, kufanya maigizo mahali hapa, habari za Yesu Nazaret. Hakuna mwanadamu aliyekutana Yesu akabakia kama jiso alivyokuwa. Inawezekana kunamtu anajiuliza, uganda nilionao na nabb niliachiwa na baba, vipi kama nikiata? si siwataniua vipi kama nikiamua kupokea Yesu, siwatakuja waninyange usiku, wanikabe. Nataka nikutangazie, mtu unayemwona mbele yako alikuwa mganga zaidi yako, amesaidia watu zaidi yako, lakini saa ilipofika, Yesu akasema nyuma, geuka, akaenda kupata Yesu kwa Bwana mkuu.